Waaqimu lwazna bilqisti, simamisheni mizani ya haqi na uadilifu. Wala tuhsiru lmizan, wala musipunguze pindi munapowapimia watu katika mizani. Bali mizani katika maisha yetu yote ni lazima tuwe na mizani, almizanu fi kulli amrin

Mwenye kutuhadaa mwenye kutudanganya, mbabaishaji huyo si katika sisi. Kun adilan, yani kuweni waadilifu katika ulimwengu huu. Faati kulli dhi haqqin haqqahu, na mukipe kila kitu haki yake. Wailun lilmutaffifina, adhabu kali itawapata wale watu wanaopunja katika mizani Alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun, ni wale watu ambao pale wanapopimiwa kwa watu wanadai wapatiwe haki kamili ya vipimo. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, lakini wao washatoka kule wamepata vipimo kamili, wakija kwenye biashara wanawapunguzia watu. Hivi wanadhani hawa wanaofanya mapungufu katika biashara, wanaofanya mapungufu katika kuwatia watu dosari ndani ya Uislamu, wanadhani kwamba wao hawatafufuliwa siku ambayo ni kubwa, siku ambayo Allah atawakusanya waja wake wote mbele yake. Bila shaka sote tutakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa tuna uhakika wa kukutana na Allah, basi tuweni makini katika maisha yetu, tusiwe ni wenye kupunguziana heshima na kupunguziana katika biashara na kuharibiana majina katika biashara.